Okay, karibu kwenye napita tu leo, tuna nafasi ya kufahamu moja ya mji uliozamishwa chini ya maji, na mji huu unaitwa Derwent kutoka nchini Uingereza, ambao ulikuwa ni mji ambao ulikuwa unapatikana katika maeneo yalikuwa yanaitwa Derbyshire na ulizamishwa chini kimakusudi ili kujenga bwawa la maji lililokwenda kwa jina la Ladybower. Mji huu E, uliweza kuwa karibu pia na miji kama Derby, Leicester pamoja na Nottingham pamoja na Sheffield ambayo ilipata nafasi ya kupanuka baada ya mji huu kuzamishwa chini, na vile vile iliweza kusaidia kupatikana mahitaji kuwa makubwa zaidi na hivyo kujengwa bwawa hilo kuliweza kusaidia kwa miji hii mingine kuweza kupata maji eh, kwa wepesi. Awali ya hapo mpango ulikuwa sio kujenga bwawa tu eh, lilokuwa moja la Ledi Bo, lakini mabwawa mawili yalitajiwa eh, kujengwa, ambapo lilitakiwa Howden pamoja na Derwent, na miji hii ilitakiwa ijengwe juu ya bonde ili kuokoa maji, lakini kazi hiyo iliweza kufanyika kuanzia mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tano na kufika mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano mji wa Derwent ulikuwa chini ya maji kabisa, yani ukimaanisha kwamba haukuwepo. Na kwa kushangaza au kitu kinachostajabisha zaidi kuhusiana e, na mji huu ni kwamba inapofika wakati wa msimu wa kiangazi, viwango vya bwawa la Ladybower vinaweza kushuka na kufanya mabaki ya mji wa Derwent yaweze kuonekana na wageni na vilevile hutoa fursa kwa wageni kutembelea katika magofu ya kale yaliyokuwa yanapatikana katika mji huo na kuonyesha mji huo wa zamani. Kwa hiyo huu ni moja mji ambao uliondolewa kwa ku angamizwa na kuingizwa chini ya maji zaidi na hatimaye kutengeneza bwawa liloweza kuhudumia e, katika sehemu kubwa zaidi. Mji unaitwa Derwent kutoka nchi ya Uingereza, lakini kupitia na pita tu ya siku ya leo e, tumeona nafasi ya kugusia hilo. Asante kwa kupata nafasi ya kutembea nayo na kuisikilizia, ikiwa na faida zaidi.